Kristu tumaini letu, tumaini letu. Leo kama tulivyosikia katika somo la kwanza nabii Isaya akisema roho wa Bwana yu juu yangu, na amenipaka mafuta, na amenituma niende kuwatangazia watu habari njema. Leo na ninyi leo mtakuwapa kwa mafuta wa Bwana, wawekwa wakfu wa Bwana mtakuwa wale ambao Bwana amewateua amewachagua, ili muweze kuwa wake. Leo nitawapaka mafuta nikitaja jina lako na kusema, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Maanake leo utagongwa muhuri, unakuwa mali ya Mungu, unakuwa mali ya Roho Mtakatifu, anakubeba, anakuongoza na kukuimarisha. Hivyo inakuwa ni juu yako kuitikia ule wito wa Mungu, anayekuita anayekusaidia na anayekukuza na kukuunda uwe mtu mzima. Nyote mko tayari sasa kupokea kipaimara? Mko tayari? Ndio walio tayari amsha mkono vizuri. Ongera sana ongera sana. Lakini kupokea kipaimara maanake ni kukubali nikisema pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu mtajibu amina. Maanake mnakubali kupokea ule muhuri wake Roho Mtakatifu, na ukipokea muhuri wa Roho Mtakatifu anakutuma, anakutuma uwende kutangaza habari njema kwa watu wote. Na kutangaza habari njema kuna aina tatu. Jambo ya kwanza ni kusali, muwe watu wa sala Anayetangaza kazi ya roho Mtakatifu, anayetangaza kazi ya Mungu anasali. Sala ndizo zinatuunganisha sisi na muumba wetu. Sala ndizo zinatuunganisha sisi na kila kitu tunachokifanya, ndio uzi unaotuletea mawasiliano na Mungu na katika sala tunakwenda kwa Mungu. Hivyo unapoamka asubuhi, kabla hujaanza kazi yote ile, lazima kusali. Lazima kufanya, dini lazima kufanya nini asubuhi? Kusali, lazima kufanya nini? Kusali, na kabla ya kulala kusali. Kabla ya kula kusali. Kabla ya kufanya kazi kusali. Kazi ya kwanza ni kusali, kujiweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Na tunaposali tunaanza na ishara ya msalaba. Fanya ishara ya msalaba kwa jina Hiyo ndio ishara ambayo kwetu wa Kristu inatufungulia. Tunaamini katika msalaba ambao kwao Kristu ametukomboa, na tunaamini katika utatu wa Mtakatifu na Mungu moja, nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Fanya tena ishara ya msalaba kwa jina la na ukija fanya sala ya msalaba, una sali. Kuna sala mbalimbali, kuna sala za asubuhi, kuna sala za jioni, kuna sala kabla ya kula, kuna sala baada ya kula, kuna sala kabla ya kazi, kuna sala kabla ya kulala, kuna sala mbalimbali. Lakini katika sala hizo tuna sala tatu muhimu. Sala ya kwanza ni Baba yetu uliye mbinguni, ambayo Kristu mwenyewe ametufundisha na sala hiyo kila mmoja wenu anapaswa kuijua na anapaswa kuisali kila siku. Ndiyo sala ambayo Kristo mwenyewe ametufundisha. Tusali sote, Baba yetu uliye mbinguni. Sala ya kwanza, hata kabla ukisahau sala nyingine au hauna muda muda, walau sali sala ya Baba yetu uliye mbinguni, mbinguni Baba yetu uliye, kwa sababu najua kwamba Baba yetu yuko mbinguni na anatupenda, anatuongoza, ametuumba, anatuongoza kila wakati. Sala ya pili tunayoisali ni ile ambayo malaika alimwambia Mama Maria na Mungu akawa mwanadamu. Ni salamu ya salamu Maria. Tusali pamoja salamu Maria. Na hiyo ni sara muhimu sana kwa sababu ndio malaika alimwambia mama Maria na Mungu akawa mwanadamu. Sara ya tatu ni katika imani yetu katika utatu mtakatifu, kutukuza utatu mtakatifu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haya, tusali msote, atukuzwe Baba Hongera sana. hiyo ndio sala tatu muhimu sana, na msizisahau. Kuna sala nyingine nyingi, Rozari, mwezi wa kumi tukisali Rozari kila siku, sio kwamba sasa tuaje, tuendelee kusali Rozari. Kuna na sala nyingine nyingi, tuzisali, lakini kwa namna ya pekee zile sala tatu. Muwe watu wa sala, na kama ukisali Mungu atakusaidia. Ukipata shida, piga magoti na sali Ukipata furaha piga magoti na sala. Ukitaka kitu chochote piga magoti na sala. Hiyo ni jambo muhimu sana katika maisha yenu. Hivyo katika maisha yenu hautakata tamaa, kwa sababu mambo yakiwa magumu, ukipata changamoto utapiga magoti na kufanya nini? Sala na kusali. Tuendelee kusali, tujiombee sisi wenyewe, tuombee wazazi wetu, tuombee walimu wetu, tuombe wa mafadili wetu, tuombee, tuombe kila mmoja. Na mara hii kwa namna ya pekee nawaomba sana, tuombee na taifa letu, taifa letu la Tanzania ambalo kwa kweli kwa wakati huu linahitaji sala na suluhu. Tunaweza kuipata kubwa sana ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hivyo tupige magoti na kusali na kuomba na tukiomba Mungu atatusaidia ili tuweze kupata mshikamano, upendo na amani katika nchi yetu. Jambo la pili, ukipata sakramenti ya kipaimara ni maadili mema. Lazima kila mmoja kuone kwamba kweli wewe una maadili mazuri, kwamba huyu kijana anajitambua, amepata sakramenti ya ukomavu, amepata Roho Mtakatifu, anasalimu vizuri anaheshima anakwenda ana kwa misa, anasali kila Jumapili, shuleni anawahi, wazazi anawaheshimu, akitumwa anatumika. Hivyo kila mara tujue kwamba huyu kweli kijana amepata kipaimara, amekomaa kimaadili. Hiyo ni muhimu sana, tukuone kwamba wewe ni mtoto mwema, na maisha yako ukiwa mzuri, mwema na mwenye adabu na mwenye heshima maisha yako yatafanikiwa, na mbele yako itakuwa nzuri. Napenda kuwashukuru maapade, naona watoto wamevaa vizuri, nyekundu nyekundu kabisa. Hongera sana, hongera sana. Naonyesha kwamba leo mnapata Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ndiye anatujia sisi sote, lakini Roho Mtakatifu anafanya kazi kama kweli sisi tumejitayarisha na tunakuwa na matendo mema. Matendo mema sio kuvaa tu, lakini ni maisha tunayoyaishi. Kila mmoja aseme, mimi nitakuwa mtakatifu. Yaani uazimie kabisa kwamba wewe utakuwa mtakatifu. Sema mimi nitakuwa mtakatifu, mimi nitakuwa mtakatifu. Amsha mkono nasema mimi nitakuwa mtakatifu, mimi nitakuwa mtakatifu, mimi mimi nitakuwa mtakatifu. Hilo ni muhimu sana. Ukishaamua, matendo yote unayoyafanya yaelekee katika utakatifu, yaelekee katika wema, hapo utaweza baadaye kuwa mtoto mwema. Anayetaka kuwa padri anakuwa padri, anayetaka kuwa mtawa nakuwa mtawa, anayefunga ndoa anatengeneza familia nzuri na takatifu, familia nzuri na takatifu kwa sababu ameazimia yeye mwenyewe kwamba atakuwa mtakatifu. Hilo ni jambo muhimu sana. Jambo la tatu kama sema na kutuma, ukawatangazie watu habari wa njema, lazima na ninyi wenyewe mwende kutangaza neno la Mungu, mwende kueneza neno la Mungu. Unapokutana na watu uwaeneze neno la Mungu. Kueneza neno la Mungu kwa ninyi kwanza ni kukaa na watoto wazuri, wazuri, mkae pamoja kuingia katika vyama vya kitume, kuingia katika utoto mtakatifu. Wangapi wako utoto mtakatifu? Wangapi? Eh, ni vipapa hapa. Unajua vipapa ni nini? Wale wanaovaa nguo za njano wale ni wanani? wako humo? Baba Paroko, naona hauna watoto watakatifu hapa. Kuna mmoja <laughs> kuna sasa, nyote mnapashwa, kwa watoto walio chini katika shule ya msingi, mnapashwa kuingia katika utoto mtakatifu. Utoto mtakatifu ni watoto wale wanaojitambua kwamba sisi tunataka kuwa watakatifu, sisi tunataka kuwa wema. Hilo ni muhimu sana, tumeelewana yeah. na kadiri mnavyokuwa mkaingia sekondari, mnaingia katika TYCS, chama cha watoto wa Katoliki na mkiwa vijana wakubwa mnaingia katika VIWAWA, vijana wa wafanyakazi na wakulima. Na mkiwa wakubwa zaidi mnaingia WAWATA, mnaingia na wa, waka chama cha wanaume, na WAWATA ni kwa ajili ya umoja wa wanawake wa Katoliki Tanzania. Hapo ndio unaweza kueneza vizuri imani. Halafu na vyama vingine, moyo mtakatifu wa Yesu, Rejio Maria, Karismatiki, vyama vingine vingi tu unaweza ukaingia lakini hiyo itakusaidia kuweza kutangaza neno la Mungu. Nyote mna karama mbalimbali mbali. Kama alivyotuambia mtakatifu Paulo katika barua ya leo, nyote hamfanani, kila mmoja ana karama yake. Hivyo ni jukumu lenu kuendeleza karama yenu. Na wazazi, na wazazi mjaribu kuendeleza karama za watoto wenu watoto wenu kila mmoja katika karama yake. Roho wa Bwana mwangazie aweze kuendeleza karama yake kwa wema, kwa utakatifu, kwa kuwasaidia wengine, na kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kuna wengine wanajua zaidi kujiografia, wengine wanakuwa madaktari, wengine watakuwa wavuvi, lakini kila mmoja aweze kuendeleza vizuri karama yake, na hiyo itawezekana kama tumejitengeneza vizuri. Injili ya leo inatuambia kwamba mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Moja ikaanguka katika vichaka, ikachomwa. Nyingine ikaanguka katika mwamba, udongo haukutosha, ikakauka. Nyingine ikaanguka njiani, ikakanyagwa. Lakini iliyoanguka katika udongo mzuri ikakua na kumea vizuri. Navenda kwa shukuru wazazi, naona hapa katika watoto hawa imetayarisha udongo mzuri ambao tunakuja leo kupandikiza mbegu ya kipaimara, tunakuja kupandikiza mapaji saba ya Roho Mtakatifu ili mapaji haya yawasaidie, na tuendelee kupalilia ule udongo. Na wazazi wangu, tutaupalilia kama sisi wenyewe kwanza tunakuwa na udongo mzuri ndani yetu, na sisi kwanza katika familia, inakuwa familia shamba zuri lisilo na magugu Sio shamba hilo kwenye mwamba, sio shamba linalokanyagwa na kila mmoja. Hivyo katika familia tukiwa na upendo tukiwa na amani tukiwa na kuelekeana na watoto wetu, vile vile watafanya hivyo. Ukienda njiani ukakuta katoto kamekasirika kasirika, maana maanake nyumbani kaliacha baba na mama wamekasirika. Ukiona katoto kana wakukura kukukura, unakufahamu kupiga makofi kofi watoto wenzake, maana yake wenda baba yake amepiga kofi mama yake, na kenyewe kanafanya majaribio katakavyofanya kama baba yake. Lakini kama kaliacha baba yake anatabasamu, na kenyewe katatabasamu. Kaka kaliacha baba yake ana lugha ongea lugha nzuri, na kenyewe kataongea lugha nzuri. Kama kaliacha mama yake anaenda vizuri na heshima, na kenyewe kataiga mfano wa mama wakuwa na heshima hiyo. Wazazi, Maneno mnayo yaongea yanasaidia, lakini matendo mnayoyafanya yanaeleza zaidi, yanafundisha zaidi kuliko hata maneno mnayokuwa nayo. Hivyo nawaomba sana, tutoe mfano mwema kwa ajili hawo watoto, ili waweze kufuata nyayo zetu. Tupande vizuri katika udongo mzuri, ili utongo huu uweze kuota watoto hawa katika umri wao. Hawa walio wengi bado ni wadogo ndipo wanaanza polepole kuingia utu mzima, na huo ndio wakati ambapo wanaweza wakajenga vizuri maisha yao au wakayaharibu. Na ukiyaharibu katika umri huu, kuja kuyajenga tena ni vigumu, lakini tukiwasaidia wakajenga vizuri, watakuwa na maisha yaliyo bora. Na napenda kuwapongeza Wanakasherelo, naona nguzo zinaanza kuota kama uyoga, uyoga hivi haraka haraka sana inaonyesha kwamba moyo ni mkubwa na ari ni kubwa. Asante sana baba paroko, asante sana Monsinyo, kwa kazi kubwa najua, najua hiyo ni kazi ya kuzunguka ya kutumikia watu. Usione vyaelea vimefanya nini, maana yake mapadre wamewatembelea huko, wamewahamasisha. Makatekista wametembelea wamehamasisha, viongozi wa parokia, mwenyekiti na kamati yake wamefanya kazi, na ninyi wenyewe mmejitolea, ili kusudi kazi iende vizuri. Naona katika muda ujao hapa kwa kweli mambo yatakuwa mazuri mazuri sana. Hamtakuwa mnabanana, banana tena, bali mtaweza kusali katika utulivu katika heshima na katika wema. Hongera sana, hongera sana kwa kazi <coughs> na tuendelee hivyo, kwa sababu haya tunayoona, nguzo zinazoamka, ni ishara ya imani mlionayo, ni ishara ya upendo mlionao na ni ishara ya tumaini ambalo mnalo katika kanisa lenu katika imani yenu na katika Kristu ambaye anatuongoza. Hivyo hiyo ni ishara nzuri, na haya ni matokeo, haya yanayokuja ni matokeo, matokeo ya kitu ambacho tunacho na tunachowarithisha watoto wetu hawa ambao tunakuja kuwapa sakramenti ya Kipaimara. Vijana, mko tayari? <coughs> Mko tayari? Ndio. Jambo la kwanza itabidi mumkatai shetani, nikisema unamkataa shetani unasema ninamkataa. Ninamkataa hongera sana ninamkataa, maanake kila mmoja anamkataa, sio kijumla jumla. Leo kila mmoja wa kwake anamkataa, nikisema unaamini katika Mungu mmoja unasema unasadiki. Unasadiki kwa Bwana wetu Yesu Kristo unasema Ina. Unasadiki kwa roho Mtakatifu nasema ninasadiki. Sasa tusikilizane vizuri, ukisema na namkataa, uamshe mkono ili kila mmoja hapa aone kweli. Uenda sauti yako hatutaiona, lakini mkono wako tutauona, tuseme kweli, huyo kijana anamkataa. Na yule ambaye kamkono kanakaa chini, eh, tunaanza kuwa na wasiwasi, labda amevaavaa vidude vidude humo vinavuta mkono chini. Sasa tufanye mazoezi, simameni. Unamkataa Shetani? Na mkono juu kabisa na sauti kubwa, unamkataa Shetani na hila zake zote, na madhambi yake yote ya na vishawishi vyake vyote, na matusi yake yote ya na magomvi yake ya na madawa ya kulevya na uzururaji na ugomvi na unywaji pombe na kukaa kijiweni na kutotii wazazi na kutelewa shuleni na kutafanya homework vizuri. Mnasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi? mikono juu. mna sadiki kwa Mungu Baba mwenyezi Mwenyezi? Ninasadiki. Mna sadiki kwa Bwana wetu Yesu Kristo Mungu? Ninasadiki. Moja, katifu, katoliki. Mna sadiki kwa Roho Mtakatifu mtakayepewa leo? Ninasadiki. Mna sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume? Ninasadiki. Na maondoleo ya dhambi? Ninasadiki. Na ufufuko wa wafu? Ninasadiki na uzima wa milele asante. Sana, keti, tuwapige makofi jamani. Tukishahakikisha kweli kwamba mmemkataa shetani na kwamba imani yenu mnasadiki iko imara, mimi na mapade wenzangu tutawanyoshea mikono na kuwaombea mapaji saba ya Roho Mtakatifu. Mapaji mangapi? Saba.

Na, naona katekista wetu pale alikuwa ametazama akasema, wa Mungu wangu, hapa mambo yakienda vibaya, sijui nitavita wapi. Ongera sana, vijana wako watoto wako wanafanya kazi vizuri. Napenda kuwashukuru sana walimu wote wa dini. Ongera sana, ongera sana <laughs> na pale tutawanyoshea mikono na kuwaombea mapaji saba ya Roho Mtakatifu, hiyo ndio kuwawekea mikono, ndio kama mitume walivyowekea mikono wale watu na nawakaditisha na sisi ili tuwawekee mikono, na baada ya kuwawekea mikono, hapo mtakuja hapa mstari mmoja, mtakuja mstari m mo, mmoja na, na msimamizi wenu atawawekea mikono kila mmoja begani na ntakuwa mna karatasi eh. Eh, ambaye amesahau afadhali aende haraka kwa katekista hapo, kwa sababu monsinyori wangu huyu hataki mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kubabaisha. Na huyu ndiye mkuu wa liturujia, hataki mambo ya kubabaisha fadhaijidi. Hivyo hakikisha karatasi yako unayo sawa e, na unakuja na karatasi hiyo, utampa padre hapa, na atanisomea jina lako sawa, Jio. Na mimi nitasema Andrea, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Unajibu ha! Elizabeth, pokea mhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Unajibu, unajibu? Amina. Maana yake nimekubali, sawa? Ndio. Amina maana yake nimekubali. Kama hujasema amina, sijui kama nimekulazimisha au nini. Hivyo useme amina. Andrea, pokea mhuri wa paji la Roho Mtakatifu, unajibu? Amina. Amani iwe nawe. Nenda, sema amani we nawe. na nada kupika kakofi, sio kakubwa sana, labda waliwarefurefu wali ntaongeza kidogo, kusudi mambo ya kutoatoa ni mengi zaidi eti eh. Eh, kakofi kidogo, kabla hujavaa kakofi yako kakua, usiondoke eh. Na akata hiyo ndio alama sasa, tumetokana vizuri kwa amani na kwa haki hivyo, na kuwapongeza kwa kufika hatua hii Napenda kuwapongeza na ndugu zangu waambie hao kwamba nashukuru sana wamekuja na tutakuwa pamoja, na uwaelezee nitakapokuwa nawapaka mafuta nitakuwa nawaambia pokea Roho Mtakatifu, yani waambie kama wanapokea nguvu za Roho Mtakatifu, utakuwa karibu nami tukiwa nao eh, utakuwa karibu nami hapo, uli waeleze vizuri hawa ambao hawasikii, lakini nachukua wewe uta, uta, uta, uta, utakuwa masikio yao na nitakapokuwa sitawapiga sana siki, tutawapiga kidogo tu asije waka wakashtuka. Nashukuru sana yule anayetufanyia tafsiri kwa ndugu zetu hawa, na nina kuwashukuru ninyi nyote kwa kazi mnayofanya kwa namna pekee, kwaya yetu kwa kutuimbia na kuimba pamoja na watoto wetu na wengine wote ambao tumefika hapa na naomba katika sadaka takatifu hii tuendelee kuwaombea ili Mwenyezi Mungu awashushie mapaji yake. Tumsifu Yesu Kristo yeah.